Leo mama na baba wanazaa kijana wao wanamsomesha wanamlea anakuwa anamaliza shule kwa hela za mamantilie hapa, kwa hela za fundi hapa, anaangaika angaika, kijana anakuwa amemaliza chuo. Leo akiikosoa serikali anatekwa, anasingiziwa kesi za aina mbalimbali. Hakika Mwenyezi Mungu ametupiga laana wa Tanzania. Lazima tukemee utekaji, lazima Natoka utekaji utoke. Waona utekaji utokee, sijawaona serikali kutoka hadharani kukemea utekaji sijawaona. Tunaiomba serikali kutoka hadharani ikemee utekaji, watoto wa wenzao, watoto wa masikini wanatekwa, huku wa familia zao wanaacha masikitiko kwenye familia zao, na ndio walikuwa wanategemewa. wow. Utekaji umetawala hii nchi, lazima tukemee kwa pamoja. Tusipokemea utekaji utakuja kuvuza amani ya nchi. Tusipokemea utekaji, watu wataona utekaji ni swala la kawaida. Utekaji unaumiza sana. Imajini imetekea baba yako, dada yako, kaka yako, shangazi yako, alafu watu hawatai, hawataki reaction kwenye matendo ya utekaji. Leo watu wanafata majumbani wao, wanateremsha kwenye madari wakati anateko mzee Kibao niliwaambia hivi, mabasi yote ya kisasa yana kamera. Muombeni mwenye basi aliyekuwa na Kibao awarudishe kwenye kamera, tuwaone waliomteka Kibao ni akina nani. Hawajafanya hivyo, hawajafanya hivyo na mabasi yote yana kamera, hakuna basi ya kisasa ambayo haina kamera. Lazima tukemea utekaji, hatuwezi kuacha kukemea utekaji kwa sababu naasiri familia za watu, unaumiza na wanawaumiza watu, wanawatesa, wanakufa kwa mateso makubwa, watu wetu. Watu wanaiba matrilioni ya fedha hawauawi, wanauawa watoto wa masikini wanaokosoa serikali, wakosoa majizi <tos> <tos> haiwezekani, inaumiza sana ni vile tu unakuta mtu wako anatekwa ndio unaweza ukacheka, lakini akitekwa wa kwako hakika uwezi kukubali. Nataka kuwaambia, hakikisheni tarehe ishirini na tisa msibaki majumbani, tokeni mwendeni mkampigie Shabani Itutu kura, msibaki ea kufanya maandamano, fanyeni maandamano ya kwenda kupiga kura kwenye vituo vya kupigia kura, mkampigia Shabani Itutu ili awe mbunge, tuongee changamoto za mabarabara, tuongee changamoto za madawa, tuongee changamoto zote mnazozipata zikiwemo za kausha damu. Kwa maandamano yenu yaelekee kwenye vituo vya kupigia kura, mwende mkanipigia kura. Mkiandamana kwenda huko, msienda kwenye vituo vya kupigia kura, mimi nisiweze kuupata ubunge. Andamaneni kuelekea kwenye vituo vya kupigia kura, mwende mkanipigia kura. Mimi ni Shabani Itutu, niwe mbunge wa Ilemela.